Watu wengi hufikiri kuwa mchakato wa kuwa mtu mwenye nguvu, ushawishi na mamlaka katika maisha ni safari ya kupanda milima ya dhahabu na vicheko. Lakini ukweli ni mchungu sana. Saikolojia inasema, nguvu haizaliwi kwenye mwanga, bali hufuliwa au forged kwenye giza nene. Je, yeah. Hivi karibuni umeanza kuhisi kama dunia yako inasambaratika? Je, yeah. Umeanza kujihisi mgeni kwa watu uliowazoea, au labda unahisi maumivu ya ndani ambayo huwezi hata kuyaelezea. Usiogope, leo nitaenda kukufumbua macho kuhusu dalili tatu za giza, ambazo kama unazipitia kwa sasa, basi unakaribia kuwa toleo la binadamu lenye nguvu zaidi ambalo hujawahi kuliona, na hakikisha unabaki nami hadi mwisho wa video hii, kwa sababu dalili ya tatu ni ile ambayo watu wengi huichukulia kama mwisho wa dunia bila kujua kuwa hapo ndipo siri ya utawala wako unapozaliwa. Ukielewa hili hakuna kitakachokuzuia tena. Kabla hatujaingia kwenye dalili ya kwanza, kama wewe ni mtu unaitaka kuimarisha akili yako, kuelewa saikolojia ya mafanikio na kupata nguvu ya kutawala maisha yako, bonyeza batani ya subscribe sasa hivi na uwashe kengele ya notification. Hapa tunazama kwenye siri za akili ambazo shuleni hawakufundishi. Tayari, karibu kwenye safari ya kuelekea kwenye nguvu yako. Dalili ya kwanza: kujihisi umepotea na kuchanganyikiwa, cognitive deconstruction. Kuna wakati unafika maishani, mambo yote yaliyokuwa yanakupa furaha hapo awali, iwe ni kazi yako, marafiki au hata ndoto zako za zamani, ghafla vinapoteza maana. Unajihisi kama uko kwenye utupu Void. Huo ni mkanganyiko wa kifikra ambao wataalamu wa saikolojia huita deconstruction. Kwa nini hii ni dalili ya kuwa na nguvu? Fikiria hili. Huwezi kujenga gorofa ya kisasa kwenye msingi wa nyumba ya udongo. Kabla ya ujenzi kuanza, ni lazima nyumba ya zamani ibomolewe. Huu mkanganyiko unaupata ni akili yako ikifuta software ya kizamani ambayo haikuhudumii tena. Unapoteza uhakika wa maisha yako ya zamani ili uweze kuandaa nafasi ya ujenzi wa nafsi yako mpya. Watu wengi hapa hukimbilia kutafuta faraja za haraka, pombe, starehe au kurudi kwenye tabia mbaya, lakini mtu mwenye nguvu anayejitokeza, emerging leader, hukubali kutokujua. Anakubali kuwa mgeni katika maisha yake mwenyewe kwa muda. Kama unahisi umepotea leo, hongera. Hii ni ishara kuwa ramani yako ya zamani imekwisha na ulimwengu unakuandalia ramani ya milki kubwa zaidi. Dalili ya pili: kujitenga na watu, upweke wa kujitafakari. Ghafla unajikuta huna hamu tena ya kwenda kwenye sherehe zisizo na tija au kuzungumza na marafiki ambao mazungumzo yao yamebaki kuwa ni umbea na kulalamika. Hii si kwa sababu unawachukia watu, hapana ni kwa sababu roho yako inahitaji ukimya ili kujiandaa kwa ajili ya vita na ushindi mkubwa unaokuja. Kisaikolojia, nguvu ya kweli inahitaji utulivu. Huwezi kusikia sauti ya akili yako intuition, kama kelele za ulimwengu bado zinatawala kichwa chako. Kipindi hiki cha upweke ni kama dawa na kioo. Unaanza kujisikiliza kwa ndani. Unaanza kuona udhaifu wako na nguvu zako bila kufichika na maoni ya watu wengine. Watu wengi wataanza kusema umebadilika, unajisikia au umekuwa mkimya sana. Usiwajibu. Kimya hiki ni maabara ambapo unatengeneza silaha zako za ushawishi. Unapojifunza kuwa peke yako, na ukawa na amani, unakuwa tishio kwa yeyote anayejaribu kukutawala kwa kutumia hofu ya kutengwa. Kumbuka, tai haruki na njiwa. Tai huruka peke yake katika kilele cha juu kabisa. Dalili ya tatu: maumivu makali ya kihisia, kuvunjika. Sasa hapa ndipo kwenye siri kubwa zaidi. Inaweza kuonekana kama wasiwasi uliokithiri, huzuni nzito, au hisia za kuhisi kama unavunjika vipande vipande. Jamii inatuambia kuwa haya ni maumivu ya ugonjwa, lakini kisaikolojia, wakati mwingine haya ni maumivu ya kuzaliwa toleo lako la zamani the old self linakufa, na kifo, hata kama ni kifo cha tabia mbaya, huwa kinauma. Kama unahisi unavunjika, hapa ndipo unapopaswa kuwa makini. Usijaribu kujitibu kwa kukimbia maumivu. Maumivu haya ni moto unaokuja kuchoma uga wako, mashaka yako na unyonge wako. Hii ni metamorphosis. Mtu mwenye nguvu zaidi the powerful individual ni yule ambaye amepita kwenye moto wa maumivu na akakataa kuungua. Badala yake akakubali kuwa kama chuma kinachonolewa. Maumivu haya yanakufundisha uthabiti, resilience. Unapovunjika na kujiunga upya, sehemu zilizovunjika zinakuwa na nguvu kuliko zilivyokuwa awali. Hii ni hatua ya mwisho ya giza kabla ya mwanga wako kuanza kuwaangazia wengine. Rafiki yangu, kama unapitia dalili hizi, usikate tamaa. Haupotei, bali unaundwa upya. Giza hili ni kivuli tu cha utukufu mkubwa unaoenda kuonekana maishani mwako. Hii sio mwisho, bali ni alfajiri ya toleo lako lenye nguvu zaidi. Kama video hii imekugusa au imekupa mwanga, nina ombi moja kwako. Andika neno nakua, I am growing, hapo kwenye sehemu ya maoni comments. Hii itasaidia akili yako kusajili kuwa upo kwenye mchakato wa ushindi. Na pia itawatia moyo wengine wanaopitia giza hili. Asante kwa kuwa nami hadi dakika hii. Kumbuka, nguvu ni chaguo na leo umechagua kuwa na nguvu. Tukutane kwenye video inayokuja.